Kuna raha, unaona, zamani zamani za kale, kidogo zama zetu, ilikuwa mtu kufuturu ndani kwake kwenyewe, hakuna raha. Nimesema kufuturu ni, ra ni raha. Basi ilikuwa mtaa mzima kuna tandikwa dastikani hapo, watu wote wanaftari, anayepita barabarani kaka njo, njo, njo, njo, njo, watu wakifuturu kwa pamoja, kuna ladha, kuna furaha. Huyu anamsogezea kahawa huyu anamletea tende. E bwana, sogeza magimbi. Nyama ipo huko. Mpe viazi huyu. Eh, na Mwenyezi Mungu anaridhika akiona mikono inapishana katika sahani ya chakula, huyu anaokota, huyu anarudisha, na baraka ya chakula hushuka pale kati kati. Mtume alikuwa hali peke yake, alikuwa anakula na Sina Anas ibn Malik. Kisha anamwambia mwanangu Anas, "Kul bi aminika." Em, kula kwa mkono wa kulia. Mtoto mdogo, mtume anakula naye, anamsumesha. Samilla wa kul mimma yalika, mtaje Mungu hali peke yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna hii tabia ya kula peke yake. Mtu saina ali kaenda kufanya kibarua, kaokota tende huko, anamtafuta Mtume wale pamoja. Alafu ndani ya zile tende akatengeneza utani mzuri, Mtume akacheka katika zile tende. Muislamu hakuna mambo ya kujifungia kula pekee wewe na bibi yako tu, mke wako, hii habari hakuna. Ramadhani ikishafika kama hii, lazima muulizane na wazee Ramadhani tunaipitishaje? Kwa sababu Ramadhani kuna rehma, mzazi ya kila chakula akatabasamu, weye laqamatun au laqmun tadfaa naqama, tonge lake moja huondosha ghadhabu za Allah. Ramadhani hii ilikuwa msafirishe mzazi ukae naye, na nitakwambia sasa, kama mzazi amekufa Iko futari nyingine kipindi hichi, futari ya dua. Hichi ndio kipindi assalatu lahuma, cha kumtilia dua hizi, kulhuwallahu zako hizi unazozidharau za, zinawasaidia kweli kweli marehemu. Tena kipindi kama hichi huja mpaka katika majumba yetu, kwenye mageti, kwenye madirisha, wanasubiri dua zako. Hey, niombe, kuna adhabu kule, we hata hukumbuki hukumbuki kwa hiyo, Ramadhani hii imekuja, haituachi hivi hivi. Ramadhani imekuja na kukunjuliwa kwetu mikono, kufungukiwa maisha yetu, kupata baraka na rehema, kupata pepo ya Mwenyezi Mungu, kuepukana na moto, kupata msamaha wa Allah. Sasa kuna mambo mengi yamefungamana na rehema, kwa hiyo leo darasa yetu inasema Ndo kwanza mabwana, tunaingia hodi kumi la pili, hatujachelewa. Watafute wazazi wako, huna nafasi ya kuwaweka basi, angalau unaenda ukafutari nao, hata baadhi ya siku, mama futari hii taka tukae pamoja. Kuna wengine wakisha kuwa watu wazima, hasa wanaume, wanajua wao ni makosa kuwa karibu na mama zao. Hapana, mama ndo wakukaa naye karibu sana kama una kipando panda na mama yako basi, hata ikijaidi, fikiria utakula wapi Idi na mzazi. Ndo wale wenzetu wengine kila sikukuu anaenda kwao, we huwezi kula hapa hapa, sikukuu pana utamu gani hapa? Sina mama, hapa baba hayupo hapa, anaacha mji anaenda kula kijijini, lakini akale na wazazi wake, na wazazi wakikuona wanafurahi lakini wewe huna mapenzi na wazazi wako, kwa sababu tayari ulikuwa unaishi nao kiuhuni, uhuni tu, huna huruma nayo, hukuweka heshima mbele yao. Na nikwambieni tu maneno bila kung'atang'ata, kwa kweli vijana wakileo tuna hali ngumu ya kiuchumi, kwa sababu tumejaa laana za wazazi, hatuongei nao kwa heshima. Sio vijana tu, mpaka wazee, si wazee tu, mpaka watu wa dini watu wa dini, mtu unamkuta ana ofisi kabisa, pengine ofisi ya skrepa, pengine ofisi ya pepa, pengine ofisi anauza vyombo na anaajiri watu wengi, yuko Dar es Salaam hapa, wazazi wake wako Morogoro, wako Pemba, wako Zanzibari, wako Moshi. Ukimuuliza vipi, anawasaidia wazazi wake? Hamna msaada. Mara ya mwisho umeongea na babako lini? mm. Leo lini? Jumamosi. Kumbe ilikuwa lini? mwezi wa jana. Hauna akili za sawasawa. Ndio maana watoto wa kike wabarikiwe, jamani, watoto wa kike wabarikiwe, wanawake. Ndio maana familia, akianza kuzaliwa mtoto wa kike, hii ni baraka. Hata mtoto wa mwanzo wa Mtume alianza kuja wa kike, kwa sababu watoto wa kike mara nyingi wana mapenzi na wazazi, piga simu kwa wazazi kidogo tu, ampigie mzazi. Mtoto wa kiume anajua hali nyumbani ngumu, na atoi hata shilingi kumfeva mzazi wake. Sasa kupitia jambo hili hapa ndo tulipoanza kuruzi na siri ya kufanikiwa jambo, mtangulizie mzazi jambo. Mi tanga kule nilivyopata mapene kidogo tu, haraka haraka, wallahi, nilianza kujenga nyumba ya mzazi kijijini huko. Mimi sina nimeanza yani nyumba ya kwanza kujenga katika nyumba za Uthman Michael, nyumba ya mzazi. Basi nilivyojenga nyumba ile, Mungu hakuniacha, alinipa nyumba kama zote eh, kwa sababu nilianza sehemu muhimu yule mama tu kusema wao mashaallah, basi baraka zote zile za furaha moyo wake ukicheka zote zinanipata mimi, na siku fichi nakuambia ile uwe na wivu, siku fichi mabwana, mamangu ananipenda kweli kweli na ninaweza nikasema pengine mimi ndo roho yake katika watoto kabisa, pengine mimi ndo roho yake, sababu so nimejaribu kutafuta njia za kuchuma ule moyo wake kwa sau pale, niliona ndo janna iko pale pale, niliona ndo dunia iko pale. Kwa hiyo tunapendana kweli kweli, yani na kila mmoja miongoni mwetu, kila mmoja anaomba anze kufa yeye kabla ya mwingine, umefahamu vizuri eh? Basi mimi wala dua siziombi, mara nyingine naweza kaniona tu, njoo kushika kichwa mwanangu, siku nyingi sijakushika kushika, kuombea dua. Basi anasema maneno yake, hata napata nguvu kweli kweli Hey, napata nguvu. Kwa hiyo mzazi, na usije ukasema mamake si anaswali anafunga miwa kwangu, simshirikina. Hakuna mzazi mbaya, sawa. Hiyo mamangu mi mlevi, bibi mkuda, kama nini matusi, yule ndo nikae naye? Nafahamu ah, ah. Inawezekana mzazi wako si mzazi bora katika society, katika mshtama katika jamii lakini kwako wewe hata uwe shehe shehena, ni bora kwako, ni bora sana. Hujapata ustaarabu wowote isipokuwa umetokana na yeye. Mama ni mama hata kama hana maana, baba ni baba hata kama hana ba, maana. Mweke mbele mzazi, awe mshirikina, awe mlevi, awe mwanga, ni mzazi wako, najifakharishe naye, jifakharishe naye hizi kamera zilikuwa zikinirekodi nyumbani tu pale. Ilikuwa na darasa kidogo. Unajua mambo ya ya kamera itakiwa utulivu, lakini pale ilikuwa na mamaangu, memuuliza kitu naye, unajua utuzima, akawa naingiza ingiza yake mesimamisha na msikiliza kidogo, aseme amalize, afu baadaye nkaambia, <laughs> utakuja kunihadisia baadaye mengine, kamera nini? Mbele ya mama bwana, e, mama ndo mama hiyo wazazi wawekwe mbele na tuwasikilize sana, tuwasikilize sasa. Kipindi kama hichi, musimu waheri kama huu, watu wengi wamekumbuka dua kuwaombea wazazi baada ya kufa, lakini kuna kitu kimesahaulika. Dua za mzazi pia zinampata mtoto kama mnavyoona, aw waladin salihin yad'u lah, mtoto mwema akimwombea mzazi wake dua zinamfika basi iko hadithi pia mzazi akimwombea mtoto wake dua zimepita mnaijua ramadhani mabwana ibrahim na khaiya anasema rakaatun fi ramadhan bialfi rakaa rakaa moja tu utakaosali ndani ya ramadhani hesabu ni raka alf wasajdatan fi ramadhani bi bialfi sajada Sijda moja hesabia ni sijda alf. wa sadaqatun fi ramadhani bi alf sadaqa, sadaka ni sadaka alf. Ina maana hata dua ya Ramadhani ya mzazi haiwezi kuwa sawa na nje ya Ramadhani. Yaani fakhtara, fakhtara Allahu ramadhan min baini shuhur, Mwenyezi Mungu ameuchagua mwezi wa Ramadhani kati ya miezi mingine akaufadhilisha sana, ni mwezi una mambo makubwa. Kwa hiyo ilitakiwa karibia kila siku ilitakiwa karibia kila siku mzazi wako akuombee dua, kila leo akuombee dua kwamba hii Ramadhani isipite hivi hivi, niombee dua sana, niombee dua sana, na ifikie hatua akuulize unataka nini mwanangu, japo wazazi hawafundishwa, akikuangalia tu utasikia, mke wako muwe na masikilizano, mwelewane, Mungu akuepushie vishawishi vya kiujana mwanangu, nina radhi na wewe, Allah. Maneno ya mzazi, Mungu akufungulie mikono yako na hata nasi tunakutegemea wewe uje utulee. Mashallah, Mwenyezi Mungu hizi anaziitikia kwelikweli. sasa ukifutari naye mtake dua pale pale, mtake dua pale pale, mzazi wako. Alafu mara nyingine sali naye, falamma sarafu, akimaliza ile sala tu, kila wakati wa sala dua hukubalika pale pale. Mwambie mama, usinisahau, baba, usinisahau, niombeeni jamani, niombeeni. Safi sana, dua ndo maisha kwa sababu hali zinabadilika maisha haya ya dunia. Waweza ukakufuru hivi hivi, waweza ukapata maisha ya dhiki na kufa kuko mbali. Unajua, mwaka mmoja tu wa sinina, mwaka mmoja tu ambao umekuja vibaya haueleweki, waweza ukakufanya chizi hasa huku, na madeni riba zimekuandama, kodi za nyumba unafukuzwa, unaugua, huna hela ya dawa, unachemka, unasema bora hatanife na kufa haufi. Asa maisha aya, maisha ya kukufuru, maisha huna raha, maisha gani tena nikwambie. Hata wewe ulaopata pesa usione ndio ushapata, ukizikosa unamtiani mzito kabla ulivyokuwa ujapata pesa. Ushazoea kuishi na mke mke, kukimbia ushazoea kula vizuri, siku hizi unakula kuona, unachanganikiwa mara moja, hujafa hujaumbika. Kwa hiyo yoyote asogelee wazazi afturi na wazazi ndani ya Ramadhani. Wazazi wametangulia mbele ya haki, awafuturishe sana kwa kuwafanyia dua. Mambo mengine ya mwisho kama mawili au matatu, tujitahidini kama alivyosema Allah, walitukmilu al-idda, tukamilisheni idadi za saum. Usiache bila sababu za msingi, usiache kufunga eti da kwa sababu hujala daku. Hapana, funga hivyo hivyo, ufi kwa njia ya siku moja. Tara la pili, anayesali tarawehe pamoja na imamu, kama ni rakaa nane basi koma mpaka imamu amalize, kama ni rakaa ishirini koma mpaka imamu amalize. Anayesali mpaka akamaliza sala pamoja na imamu, anaandikiwa ameswali qiyamul layl Asa ukiandikiwa ndani ya Ramadhani unaonaje? Lakini unaona, unaona mwanzo jazba Tarawih, watu wanajaa, katikati watu wanakatika. Mwezi wenyewe kwa mwaka mara moja, mwaka kesho ufikiri tutaupata? Hatupati, si hapo chini bombom. Juzi nilikuwa darasa ya Jumatatu, miaka yote tunafunga na mzee Bakar, saa hizi ungemkuta afanya nyiradi, shahadu ila illallahu na staghafirullah. Mwaka hu tunaye shamzika, shamzika. Sasa kila anayefunga faliyasumu sawman muadda, afunge saumu ya kuwaga, anayesali tarawehe asoali tarawehe muadda tarawehe ya kuwaga, kwamba pengine hii ndio tarawehe yangu ya mwisho, pengine hii ndio saumu yangu ya mwisho. Kwa hiyo asimame kisawa sawa asimame kisawasawa. Mambo mengine ambayo itakiwa atolewe katika masala ya fikihi, kwa haraka tu kuyataja: ni vizuri kufanya haraka kufungulia, tusicheleweshe kuftari. Ukiwa unafuturu kwa haraka hivyo, mtume ndio alikuwa akifanya, na Allah anawapenda watu wenye kuftari kwa haraka. Usicheleweshe saumu. Jambo la pili, kuna mambo yanatokea inawezekana usiku umelala na mke ukapitiwa, hujaoga, hakuna neno, oga asubuhi, saumu inaendelea. Lakini jambo la tatu, inapitikia kwa sababu kanywa maji, shazoea kula mchana, ukala, timiza ile saumu, na hizo ni sadaka za Mungu hizo. Lakini mara nyingine inatokea roho ikachafuka, ukitapika timiza saumu, lakini ukijitapisha saumu umeharibu, na deni la saumu. Lakini inatokea mara nyingine, tuna baba yetu, tuna dada yetu kafa, lakini hajamalizia saumu zake, tuzilipe basi. Sisi ni bora sauma waliyo, tuzilipe zile saumu. Lakini kuna mambo mengine yanatokea, yanaharibu saumu, hayafai. Vijana ambao hawana wake, kujichua masturbation zinaharibu saumu, wasifanye. Lakini pia kukaa kaa nyumbani kwanza, kukumbatia kumbatia wake, kuchezeana chezeana mara madhaa yakakutoka, taharibu saumu. Mtume ndio alikuwa anakumbatia wakezi ana abusu, lakini alikuwa na uwezo wa kubalanzi hisia zake kama Mtume wa Allah. Mimi na wewe marufuku, tateleza. Lakini mambo mengine yanatokea, ukataka kudanganya pia. Ukidanganya unaharibu saumu. Na mambo yaliokatazwa mengine, mtu yoyote aliofunga haruhusiwi kukasirika. Kukasirika hakutakiwi, kunapunguza baraka za saumu. Lakini pia kutukana, ndio kabisa kumekataza na ikafikia mtu kakupiga, hasa utakiwa umwambie ini saimu, nimefunga. Kwa mnasaba huu, hata wale watoto wadogo wadogo, sasa wanapokosea tusianze kuwatia mabakora na vibao mchana wa saumu, tukiwa tumefunga, tuwasubirie mpaka muda wa kuftari, angalau nao wapate rehma ya Ramadhani. Kwa Ramadhani mchana hatujachapwa, usiku kwa sababu ni kumrekebisha. Ndombia unakumbuka, mchana ulifanyaje? Kwa hiyo haipendezi mfungaji, matusi, vurugu, nini? Hapana, vitu hivi havitakiwi. Baada ya kuyasema hayo, inshallah tukome kwa sababu tumekusudia 11 kamili na tushachukua dakika tatu. Mwenyezi Mungu atupe baraka za saumu, bifadulillah. subhana rabbika rabbi izzati wa mysifun wasalamun ala rabbi izzata misfun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.